Kwa majina na naitwa Edison Kilatu ni wakili wa kujitegemea. Nitakwenda kuzungumzia kuhusiana na kesi inayomhusu Dr. Will, Will B. Peter Slaa dhidi ya Jamhuri, kesi ambayo ilipelekea kakosa dhamana na kukaa ndani kwa muda aa, wa majuma kadhaa hadi baadaye ambapo upande wa Jamhuri iliamua kufuta au kuondoa lile shauri kwenye kwenye kwenye mahakama. Kwa hiyo hoja ambayo tutaikita sana tutajikita kuzungumzia uhalali au vinginevyo wa shauri. Tunaenda kujikita kuzungumzia kwenye swala zima la dhamana, mazingira ambayo alikutana nayo. Aa, tukijua kabisa kwamba swala la dhamana ni swala la kikatiba, ni haki ya kikatiba ambayo inalindwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya kumi na saba, kwamba mtu ana uhuru wa kwenda kokote anakotaka na kuishi kama mtu huru bila kuweza kunyimwa uhuru wake pasipo uh, uh, kuzingatia sheria. Sasa, Dk Slaa alishtakiwa kwa kosa la, la kutoa taarifa za uongo au kusambaza taarifa za uongo kwa mujibu wa sheria ya makosa ya mtandao au the Cyber Crimes Act, hii ni sheria ya mwaka 2015 kifungu cha 16, ambacho ndio kifungu kinatumika mara nyingi sana kwa ukisikia tu mtu ametoa taarifa za uongo ujue ni kifungu hicho kimetumika. Lakini kwa mujibu wa sheria zetu tuna makosa makundi mawili. Kuna makosa yanayodhaminika na makosa yasiyodhaminika. Kosa la kusambaza taarifa za uongo ni kosa ambalo linadhaminika. Kwa kwa hali ya kawaida tutegemea baada ya kuwa ameshtakiwa kwa kosa hilo kwa mujibu wa taratibu za kisheria katika nchi hii alipofikishwa mahakamani, Jambo la kwanza ambalo litakuwa mahakama ifanye ilikuwa ni kutoa uamuzi kuhusiana na haki yake ya kupata dhamana, na kwa sababu kosa lile lina dhamana, ni jambo ambalo lilipo lilikuwa obvious kwamba tusingetegemea kwamba litakuwa na ubishi, kwa sababu uh, hakimu, mawakili walikuwa wanamtetea Dr. Slaa, na mawakili wa serikali wote wanajua kwamba ile kosa lina dhamana. Kwa hiyo tutegemea siku angeenda kupata dhamana moja kwa moja bila kupata ugumu wowote, kwa sababu ni haki ya kikatiba, ni jambo la kisheria lakini bahati mbaya mambo hayakwenda hivyo. Wakati kesi imefikishwa e, upande wa serikali wakaja wakatoa hoja kwamba wameleta hati ya kupinga dhamana Dr. Slaa apate dhamana kwa sababu ya usalama wake yeye mwenyewe, na walileta maombi yao chini ya kifungu cha 148 kifungu kidogo cha tano cha sheria ya mwenendo wa jinai sura ya ishirini ambacho kinasema kwenye mazingira fulani, kama mahakama ikiona kwa ajili ya usalama wa, usalama wa mtuhumiwa utakuwa hatarini, wanaweza akaseme awekwe ndani kwa ajili ya kumlinda usalama wake. Na kile kifungu kwa namna kilivyo kinaizungumzia mahakama ikijiridhisha, kama mahakama ikiridhika kwamba usalama wa mtu huyu upo hatarini, ndio mazingira pekee ambayo huyu mtu anaweza akawekwa ndani ili kuhakikisha Uh, usalama wake hauendi kuwa hatarini au kwamba anaweza akauawa au akafanyiwa jambo jingine kinyume na sheria. Sasa bahati mbaya iliyotokea, pande iliotokea wa jamhuri walipokuwa wameleta tu ile hati ya kuonyesha kwamba wanazuia dhamana kwa sababu uh, huyu mtu usalama wake, jamhuri wanaamini usalama wake utakuwa hatarini, mheshimiwa hakimu moja kwa moja alifika akasema, okay, tunapanga siku ya kusikiliza hoja hiyo juu ya usalama wa Dk Slaa na baadaye yako akaagiza aende ndani kabla ya kusikiliza. Kwa maana nyingine, kwa maana ya kwamba hakimu tunaweza tukasema li, ni kama alimnyima haki au alimhukumu Dk Slaa kwenye swala lake la haki ya dhamana bila kumsikiliza, kwa sababu tutegemea kwa uzito wa dhamana kabla ya kusema mtu anaenda Segerea au Keko. Cha kwanza ilikuwa lazima kwanza hakimu akisha amesikiliza pande zote mbili lakini bila hata kusikiliza kwa sababu ukiangalia hati ilivyokuwepo pale kile kiapo. Hata kukiangalia kwa macho uone kama palikuwa na hoja yoyote ambayo inaonyesha palikuwa na tishio la usalama wa Dkt. Slaa. Kwa sababu tunachosema ni kwamba hakimu au jaji sio robot, ni mtu ambaye tunaamini ana, anaangalia kesi iliyopo mbele yake na kutumia uwezo wake, ueledi wake wa kuweza kuchambua mambo kuona kwamba je, kuna mashiko yoyote? Si kila hoja ambayo inaenda kwamba itachukuliwa kama ilivyo ingeweza kufanyika hivyo kama tulikuwa labda tunatumia mfumo wa robot, kwamba robot kwa sababu imeifit kwamba mchoto ambao kitakuja itachukua. Kwa hiyo mimi nafikiri kulikuwa na haja mheshimiwa kujiridhisha kwanza kwenye mazingira hayo, badala tu kwamba hoja ilivyokwenda ikapita kama ilivyo, mtu akaenda kanyemwa dhamana. Na mbaya zaidi, baada ya kuwa amekosa dhamana eh, swala la dhamana likawa lisikilizwe. Kwa hiyo ikaahirishwa mara ya kwanza, ikaahirishwa tena baadaye, zikatokea danadana nyingi na upande wa Dr. Slaa baadaye akaamua kupeleka maombi mahakama Mahakama Kuu ya marejeo ili Mahakama Kuu ione jinsi mwenendo unavyoenda kwenye mahakama ya Kisutu kama ilikuwa ni sawa au sio sawa, na mahakama ikatoa maamuzi mazuri sana, ikaeleza kabisa kwamba kuna vitu ambavyo mahakama ya Kisutu ilipashwa kuzingatia. Mahakama Kuu imeelezea kwa msisitizo kwamba ilitakiwa baada ya Dk Slaa kufikishwa mahakamani Kisutu, jambo la kwanza ilikuwa lazima mahakama ihakikishe inashughulikia swala la dhamana yake kwa maana ya kusikiliza hoja za dhamana na kuona kwamba dhamana anapata au apate dhamana kwa, ilikuwa ndio jambo la kwanza. Lakini kitu cha pili ambacho mahakama inazungumzia ni kwamba dhamana ni haki ya kikatiba. Kwa hiyo uwezekano wa kunyima dhamana ni lazima kuweko na mazingira ambayo ni ya lazima sana na ya kisheria. Nje hapo ilitakuwa lazima huyu mtuhumiwa, apatiwe dhamana yake. Lakini kwenye mazingira ya kesi ya Dr. Slaa tunaona hivi vitu ni kwamba Mahakama haikujikita sana kwenye kuhakikisha imelinda haki ya Dk Slaa badala yake ililinda tu upande mmoja ule ambao unapenda ajimwe haki yake. Sasa hii hii hii ni changamoto ambayo nafikiri inatupa nafasi ya kuendelea kutafakari mfumo wetu wa utoaji wa dhamana na mfumo wetu wa haki katika nchi ya Tanzania. Kama dhamana ni nyepesi kiasi hicho nafikiri haijakaa haijakaa vizuri. Kwenye moja ya kesi kesi ambayo ilikuwa inahusu uh, Freeman Mbowe dhidi ya jamhuri. Kwenye kesi ile, mheshimiwa jaji alikuwa anasikiliza kesi ile, Mheshimiwa Jaji Rumanyika alizungumzia mambo kama tisa ya msingi kuhusiana na dhamana. Kwanza anaku, anazungumzia kwamba dhamana ni swala la haki ya katiba, lakini cha pili anasema haki ya uhuru wa mtu ni haki siokuwa na mbadala, it has no substitute, kwa maana kwamba huyu mwanadamu ambayo Mungu amempa umri wake wa, wa kuishi we ukinyang'anya hata siku moja huna uwezo wa kuja kumfidia siku moja ambayo umeinyang'anya kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo ndio maana wanasema swala la uhuru wa mtu kunyang'anya iwe ni hatua ya mwisho sana, kama kuna mazingira ya kisheria ambayo yamelazimisha sana. Lakini sio kwamba tu ameleta hoja yoyote inapelekea kwamba ukasema huyu mtu aende ndani, halafu tutapanga wiki tatu zijazo kwa ajili ya kushughulikia jambo la dhamana ya hapana. Kwa hiyo nategemea mahakama zetu ziangalie kwamba swala la dhamana ni swala la msingi, ni swala la kikatiba, ni swala la uhuru, ni swala linalohusu utu wa mtu. Kwa ni jambo ambayo litegemea mtu akifikishwa tu mahakamani, hata ingekuwa ni usiku, ni lazima tuhakikishe kwamba limeweza kuamuliwa, badala ya kusema mtu anaenda ndani kwanza tujadili. Na nimeona hii trend sasa hivi imeanza kujitokeza. Yapo mashauri na mengine ambayo ambayo ambayo tumeshuhudia ndani ya mwezi wa pili huu, karibu mashauri matatu manne, ambayo nimeona ambayo yameanza kuwa na trend hiyo kwamba kifungu cha 148 kifungu kidogo cha tano kimeanza kutumika vibaya. Kwa kila mtu akija wa watasema kwa ajili ya usalama wake tunaomba huyu asipewe dhamana. Alafu bahati mbaya nimeona na mahakama mengi imeshindwa kuwa na wivu wa kulinda ile mamlaka yake. Kwa sababu jukumu mojawapo la mahakama ni kulinda kwa wivu mkubwa ile mamlaka yake ya kulinda haki za watu. Kwa mjibu wa ibara ya 107a kubwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mahakama ndio chombo cha mwisho cha utoaji wa haki. Sasa kama inafika mahala kuna namna yote haki inataka kuyumbishwa, mahakama lazima iweze kusimamia jambo hilo kwa wivu mkubwa. Lakini tumeona kidogo kumekuwa kama na ulegevu na watu wameanza kutumia vibaya nafasi. Kwa hiyo tuombe, mahakama bado inaweza ikarudi kwenye mstari wake, ikasimamia misingi ya katiba, ikatekeleza wajibu wake vizuri, kwa sababu ndio kimbilio la mwisho. Watu wanavyoona wameonelewa, sehemu zingine zote watakimbilia kwenye mahakama badala kuacha mambo yajiende kama yalivyo, kwa sababu hatari nayoiona kama ikifika mahala watu wakienda mahakamani, afu wakahisi hawatendewi haki kwenye mazingira, au au haki inatengenezwa kwenye namna ambayo ina ufundi mwingi, mwananchi wa kawaida haioni kama haki ikitendeka, watu watapoteza imani na mfumo wa utoaji wa haki, na tusingependa tufike, kwa sababu mkifika huko, maana yake unataka watu waanze kutafuta alternative nyingine za kutafuta haki yao. Sasa na sisi kama waumini wa utawala wa sheria na haki eh, katika nchi tusinge na tusingependa na hatuwezi kukubali kufika. Kwa hiyo tunatamani sana mahakama itusaidie sana kuhakikisha inasimamia haya mambo sana, na zipo na hata kesi nyingine, pia kumekuwa na changamoto. Kwa mfano kesi za watu ambao wanakuwa wameshikiliwa labda kwenye polisi muda mrefu, watu wakipeleka mara nyingine maombi yale, uh, kwa ajili ya kutaka mtu aletwe mahakamani tunaita habeas corpus. Mara nyingi unakuta wapo waheshimiwa ambao wanajisahau, unakuta baadaye kulisikiliza kwa udharura linasikilizwa kama ni hali ya kawaida. Sasa hii umeona ndio imeenda kwenye dhamana na haya mengine yanaenda kwa mfumo huu. Kwa hiyo nafikiri ni vitu vya kujitathmini kama mahakama ione kwa maendeleo makubwa ambayo mahakama imefanya kwenye miundombinu, kwenye tehama, kwenye majengo. Tunategemea sasa ni wakati wa kurudi sasa. Kwa sababu mwisho wa siku kama tukiwa na tehama, tukiwa na majengo mazuri, kama kwenye utoaji wa haki mwananchi haoni ile ile ladha, ni kama ukawa na vyombo vizuri lakini chakula kilichopikwa radha yake yule mlaji akiona, nadhani vyombo havitakuwa na maana. Kwa hiyo ili vyombo vyetu ambao tumeweka viwe na maana, e, mifumo ambayo tumewekeza kwa hela nyingi huonekane ina maana, ni lazima mwananchi aanze kuona kwamba haki sio kwamba inasemekana tu kusema, aione kwamba haki inatendeka. Sasa tunaweza tukajiuliza, je, kwa mazingira ya kesi kama ya Dk Slaa eh, ambayo imesababisha amesota muda mrefu ambayo ilikuwa ni ngumu hata mtu anayesoma sheria anayeanza tu mwaka wa kwanza kikuuliza uwezo ukajibu hata swali kwamba anajaribu kuuliza kwamba nini kimepelekea kae ndani ni jambo ambalo lilikuwa ni gumu sana. Sasa kwenye mazingira hayo, hakuna mwananchi ambaye anafikiria sawa sawa, ambaye atapata imani kwamba kuna mfumo wa utoaji haki umekaa sawa. Sasa tukifika huko, nafikiri ni jambo ambalo ni jambo ambalo halina afya sana. Kwa hiyo tufike mahala, nafikiri tutumie sheria zetu vizuri. Kama ni swala la usalama wa mtu unazuia dhamana kwa ajili ya usalama wake, hivi ni nani anayeona usalama wake? Tulitegemea kwa hali ya kaida, kama kuna ishu ya usalama Dr. Slaa yeye ndio angetakiwa kuona kwamba usalama wake upo hatarini. Sasa najiuliza jamhuri ilijueje kwamba usalama wa Dr. Slaa ulikuwa hatarini. Na kama jamhuri ilijua usalama wake ulikuwa hatarini, je, njia ilikuwa ni kumpa kesi ya kusambaza taarifa za uongo na kumfikisha mahakamani au ilitakiwa angalau ihakishe bwana, mwananchi wetu yupo hatarini, iagize labda polisi wahakisha, angalau wanaweka ulinzi kwenye mazingira yake, na yeye mwenyewe labda kumpa tahadhari kwenye mazingira yake kwamba, bwana, usalama wako upo hatarini, kwa, kwa utembee mazingira haya e, au pengine ukae sehemu nyingine ambayo itakuwa na salama. Mimi sioni kwamba kumpeleka mtu keko kwamba ndiyo sehemu nzuri ya usalama. Kwani wasingempeleka Serena hoteli, kwamba mwananchi wetu ni mtu wa muhimu, ni mlipa kodi, yule alikuwa ni balozi katika nchi hii, amewakilisha nchi hii ni mtu amefanya mambo mengi, amekuwa mbunge kwa muda mrefu. Sasa mtu ambaye ametumikia taifa lake kwa namna hiyo, kwamba tunaamini usalama wake ukiwa hatarini, sehemu inayomfani keko pasinge mfaa mahala pengine. Sasa haya ni mambo ambayo tukijaribu kutumia e, ile, ile, ile fikra fikra, tundu hizi watu ambao wanafikiria sawa sawa, wanajaribu kujiuliza kwamba je, hao watu wanafikiria sawa sawa kwamba mpeleke mtu jela ndio sehemu ambayo itakuwa salama. Kwa hiyo ni mambo ya kuangalia. Kwa mwisho wa siku kuna lazima tuangalie kati ya usalama wa mtu pamoja na haki yake ya uhuru wake. Hivi tu lazima tubalance. Lakini mwisho wa siku swala la uhuru wa mtu ni swala mbali na mbada, ni swala ambayo lipo serious. Na tusiruhusu namna yoyote ile ionekane kuna watu kwamba watakuwa wanawekwa ndani kwa, kwa kisingizio cha mambo ya usalama. Kifungu cha 148, kifungu kidogo cha tano kimeanza kutumika vibaya. Kwa hiyo niombe mahakama isiruhusu vitu vya design hiyo isimamie sheria vizuri kwa wivu mkubwa, ili kisiwe kichaka cha kuweza kutumia. Kile kifungu kiruhusiwe tu kutumika kwenye mazingira ambapo mahakama yenyewe imejiridhisha. Na mahakama ikijiridhisha maana yake imesikiliza pande zote mbili, imeona ushahidi, imeona namna yote, na sio lazima imweke mtu ndani kwa kumnyima dhamana. Mahakama inaweza kaagiza, nyinyi jamhuri ambao mnasema yupo salama, mtafutieni akakae sehemu au pelekeni angalau askari mmoja alale pale nyumbani kwake kwa ajili ya usalama wake, kwa sababu ni raia wa Tanzania. Jukumu namba moja la jeshi la polisi la Tanzania ni kwa ajili ya usalama wa, ra wa raia na mali zao. Sasa kwenda kumpeleka Segerea manake wamekwepo wajibu wake kwa sababu Segerea ni sehemu ya magereza. Polisi wanafanya jukumu gani? Kwa hiyo mimi nafikiri uh, kwa jinsi swala zima la Dr. Slaa lilivyoenda ni swala ambalo limechafua sana taswira yetu kama taifa. Inchi ambayo inaheshimu utawala wa sheria, inchi ambayo inaheshimu utawala bora, inchi ambayo ipo kwenye level ya ustaarabu, a civilized country. Kwa hiyo nafikiri ni jambo ambalo alikubariki ni jambo ambalo litakuwa lipingwe na wenzetu ambao waliruhusu kwa namna moja nyingine, likafikia hapo. Lazima wajitafakari na waone kwamba hili jambo lisirudie tena, tuseme never never never never again. Tusiwe na jambo la design hilo. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.